Katika maisha ya kubeti mimi nimeweza kubeti toka elfu mbili na ishirini na mbili, ishirini na tatu nilikuwa mimi nimeanza kubeti japokuwa kuanzia 22, na nilikuwa ni mtu akutana na changamoto na beti kipindi hicho, kwa kuna kampuni moja inaitwa Pimia Beti ilikuwa ni ya muindi nahisi ilikuwa kampuni ya kwanza, alikuwa na mwanashiri fulani hivi mekundu kipindi hicho tulikuwa tunatengeneza tips zetu, tunasoma kwenye shiti, kutoa kwenye shiti tunaziandika. E, mamba zile tunaenda kwenye mashine natutolea, mwisho wa siku tunasubiri matokeo. Sometimes tunawini elfu ishirini plus elfu thelathini na chanika, sometimes yeah. Kunatokea kadi, siku zinazozidi kwenda ikawa naona watu wanatangaza zile mikeka ya ile correction kwa mikeka ambayo imeinko Yaani iyo sema collect score zile kama mnavyokuwa mnazifahamu games zile za collect score ambazo ziko za uhakika. Tokana na akili yangu mimi ilikuwa ni fupi shwaskuingia kwenye tamaa tama, mara ya kwanza nilitapeliwa ishirini hii mara ya pili tena nikaja nikashawishika nikatapeliwa shilingi laki moja na mara ya tatu nikaja nikashawishika nikatapeliwa shilingi elfu kumi Tokea hapo niliona kwa nini nisitumie akili yangu mwenyewe, kama nikukosa basi nishukuru Mungu na kama nikupata pia niweze kushukuru Mungu. Nikaanza kujipa mazoezi mdogo mdogo, kutokana na changamoto ambazo ilikuwa napitia, naenda kwenye, kwenye mashine na beti napata nakosa Kadi siku zinavyozidi kwenda, nazidi kuombeza uzoefu wangu, channel ya, ya kwa channel ya betting ya kwanza ambayo iliweza kufungwa, nadhani tuwepo hapo kwa watu member wa kwanza marudio ya, na a aa, ni kama games tu wanakupa point wakisha kupa point uweza sasa unaenda kuzichezea zile point kwa mfano unakupa point elfu moja sasa wewe unataka uzizalishe nikawa na beti pointi kumi pointi tano na kuifanyia mazoezi mazoezi mazoezi huko kuna beti unapata na kosa kadiri siku zinavyozidi kwenda nikawa naendelea kupata uzoefu nakumbuka mara ya mwisho niliwekaga pesa niliwekaga pesa ilikuwa kama laki na nusu nikawa nacheza kidogo kidogo kwenye akaunti yangu ya ilikuwa kipindi hicho ni beti pao, kipindi hicho ilikuwa ni beti pao. Nikawa nacheza kidogo kidogo kidogo kidogo, mwisho wa siku nikawa ni mtu wa kupoteza tu. Mwisho wa siku ilikuwa kamebaki na kumbuka, pesa ambayo ilikuwa imebaki ya mwisho kabisa ilikuwa ni pesa shilingi laki moja like, na ishirini, ndo ilikuwa pesa yangu ya mwisho, ilikuwa ni elfu mbili na ishirini na tatu kipindi hicho nakumbuka kabisa elfu mbili na ishirini na tatu. Kuna game siku hiyo ilikuwa inacheza Young Africans pamoja na game zingine. Nikasema hizi game acha niibuke nazo. Nikaibuka na zile game zilikuwa zina odds 7.17, nikazibeti. Baada ya kumaliza kuzibeti pia nikazitupia kwenye Telegram channel, kipindi hicho haina shida. Nikazitupia kwenye Telegram kule, watu wengine wakawa wamezibeti baadhi yao na mimi nikiwemo. Mimi niliweka shilingi laki moja na elfu kumi na na mbili Bana bana bana, Mungu siasumani game ile bana, zikaenda vizuri kabisa odzi saba zote zikuwa kama game nne nne tano kama sikosee, zikaenda vizuri bana, nikawa shilingi laki saba na elfu sabini na mia mbili ishirini point tano ayo ni fly sana siku hiyo yani, ndio ilikuwa pesa yangu ya kwanza na kubwa kuweza kuila katika katika beti. Hapo ndipo nilipoanza kuwa na akili na upeo wangu kaanza kupanuka kutokana na yale mazoezi ndio nafanya mara kwa mara, nikawa nifunzwa kwa watu, naangalia hao wanafanyaje, mbona wanashinda TFC games, naendaje kile kitu, wanafanyaje. Nikaachana na wale matapeli ambao waliniumiza mwanzoni, nikaanza sasa kujifunza, kujifunza A to Z, kana kana kile ninachokuwa najifunza na kifanyia mazoezi na kukihakikisha nje, kitu kiko sawa na kinanisaidia kabisa. Siku zilizokuwa zinazidi kwenda, najifunza mwisho wa siku ambayo mikakati hiyo nikuwa naenda kuitumia na nikuwa nawajuisha kwamba watu bana, mkitaka mfanikiwa kwenye beti kuna mambo ya kuacha fanya moja mbili tatu mpaka leo elfu mbili na ishirini na tano mi, mitatu na zima wa betting na kai, siku zinavyozidi kwenda najikuta na kuonyesha tu mbinu, fanya hivi, na kuna watu wanaweza kupuuzia lakini mimi nilikotoka, basi sitaki nyie mpite katika njia ambazo nilikotoka mimi, na ndo maana mara nyingi najitahidi sana kuweza kuwanyoosha, nawaambia watu fanya hivi, pitia huku, fanya hivi na hivi na hivi na hivi, kwa sababu mimi nilikotoka, na mimi sitaki mpitia huku, nataka tuende sawa, kwa sababu pesa sio kama nazichukua mimi mwenyewe kutoka kwa muindi eh, kutoka kwenye makampuni ya Bet Rush, natakiwa pesa tu tu tu tu, yani tuwe na kitu kimoja ambacho kila mtu atakafaidika nacho, kuweza kuchukua pesa kule na kuendelea kufanya mambo yake, japo kwa kuna sawa zipo lakini mimi kutokana na uzoefu wangu, sasa hivi nimegundua kuna kiasi kikubwa sana cha kuweza kuziepuka hasara zisizo za msingi, ili mnazo tu, ni kutumiza akili, kufuata sheria zote ambazo nimeziweka, na na kuzitumia sheria zile vizuri, na kila state nao ifanyi lazima nitumie katika sheria saba ambazo nionyeshe, japokuwa kuna kuna zingine tatu ambazo nilikuwa nishawaelezea kule nyuma, lakini baadaye nitakuja kuirudia hiyo video kuonyesha zile sheria tatu ambazo nishawahi kuwaambiaga lakini katika sheria saba ambazo natembea nazo hizi ndo zinazoendelea kunifanisha vizuri kila siku na mpaka leo, nimeweza kusimama naani na kiasi la beti basi, maisha yanaweza kwenda toka elfu mbili na ishirini, 2022 hadi 2023 ilikuwa ni mtu kidogo ambaye nilikuwa na maarifa ambayo niliweza kujiongezea, kadri siku zinavyozidi kwenda nikiona natafuta mbinu, natafuta njia, naangalia kipi cha kufanya, kampuni gani nzuri za kutumia, kadri siku zinavyozidi kwenda nadhani mmemba ambao kama kuna watu tulianza nao kitambo sana, tokea 2023, katika channel ya, ya Telegram nadhani wananifahamu vizuri na tumetoka mbali tulianza kwenye kampuni ya ya Betpower, tukaja kampuni ya Gal Sport, tukatoka kwenye kampuni ya Gal Sport, tukaja katika kampuni ya 1xBet, 1xBet tukaikimbia kutokana na, na, na makato, sasa hivi tuko katika kampuni ya Paripesa. Na huku kote tulikuwa tunaenda step by step. Tumekutana na mengi, tumekutana na vikwazo vingi, kama kutapiliwa huko, nimeshawaambia nimeshatapiliwa sana, lakini mpaka leo nimeweza kujisimamia na kujiwekea misingi yangu. Namshukuru Mungu sana, namshukuru Mungu lakini, sijaona niwe mchoyo wa fadhila. Kutokana na huko nyuma, nilitoka na watu wengi sana ambao tulikuwa nao, nikaona kwa nini nisiende nao sambamba, kwa nini nisiwashirikishe kile ambacho mimi ninacho au ninachokifikiria au ninachokipata, ili mambo yaweze kwenda sawa, kwa sababu nilipenda kufikiria kuna kesho. Mimi maisha yangu yote, sio kwamba kuwa ni mtu wa kubeti tu, kama ni mtu wa kucheza kamari, hapana na mimi pia bado nina ficha zangu na, na malengo yangu, endapo malengo yangu yakitumia aza nikaendelea au kutokuendelea, ukakiweka kichwani, ukakifuatilia na ili uendelee kwenda vizuri zaidi, kwa sababu kuna kesho. Sisi si, si watu wa kuishi duniani milele, ni watu wa kupita. Ila na yenyewe changamoto kingine tena So kwamba ntaendelea kakuishi katika swala so zima la betting miaka yote, hapana. Kwa hiyo short story ya maisha yangu, changamoto nilizokutana nazo, nimesha kumpandisha, tukaongelea mwanzo mwisho, alitapeliwa pesa ya ada, na tulikutana na mambo mengi sana mengi mengi mengi mengi sana, lakini baadaye tukaka lengo tukisaidiana na mai, tunafanya hapa, tunafanya hivi, tunapita hapa, tunokezea huku, end of the day kila kitu kikaja kwenda sawa. Paka kufika hapa ni jambo kwa kumshukuru Mungu. Kwa hiyo tuendelee kupambana tuendelee kufight na, na tusikate tamaa. Hii ilikuwa ni short story ya kile ambacho tuliweza kupitia toka 2022 mpaka 2023 nao tupo 2025 na hii ndio jambo la kuweza kuzingatia ambayo kila siku na wasi. Kwa hiyo tuendelee pambano. Asante kwa kuwa nami, asante kwa kubalia video hii, kisha umesubscribe, kisha umeshare umelike.